Kwa miaka mingi watu wamekuwa wakijiuliza maswali: je, baba Christmas au huyu baba mwenye mandefu meupe anayejulikana pia kama Father Christmas au Santa Claus alikuwa mtu halisi au ni hadithi za kufikirika tu? Jibu ni kwamba, kulingana na weli wa kihistoria unaonyesha kuwa Santa Claus aliwahi kuishi kweli, na jina lake rasmi ni Nikolaus ambapo kwa sasa anajulikana kama mtakatifu Nikolaus au Santa Claus kwa Kilatini. Alizaliwa katika karne ya tatu mwaka wa mia mbili baada ya Kristo katika mji wa Patala, yaani Uturuki ya sasa katika kijiji cha Likia, yani kusini wa Uturuki. Alizaliwa katika familia tajiri mno yenye mali nyingi na iliyokuwa inajiweza kiuchumi, lakini pia familia hiyo ilikuwa na misingi ya Ukristo, yani walikuwa ni Wakatoliki wenye kufata imani na kuishi Ukristo wao kama Wakatoliki. Akiwa bado kijana mdogo mno, Nikolaus alipoteza wazazi wake wote wawili na akabakia mwenyewe, lakini alirithi utajiri mkubwa mno kutoka kwa wazazi wake na akawa miongoni mwa watu matajiri mno kutoka kwa mali za familia yake. Badala ya kutumia mali hizo aliamua kuwasaidia masikini, yatima, na watoto na watu wasiojiweza kwa njia ya siri mno, hata hakupenda watu wengine wafahamu. Kuna simulizi nyingi kuhusu huyu mtu mtakatifu Nikolaus Baba Christmas au Father Christmas. Miongoni mwa simulizi nyingi kumhusu ni tabia yake ya huruma, lakini kisa chake maarufu zaidi ni cha mabinti watatu wa mtu mmoja maskini. Tunaambiwa kuwa kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na mabinti watatu wazuri na walembo, lakini baba huyo au mzee huyo mwenye mabinti hao watatu hakuwa na uwezo wa kulipa mahali ili watoto wake waolewe. Kulingana na mila zao, lazima mzazi awalipie watoto zake mahali wapate kuolewa. Hivyo mzee huyo akakosa tumaini, akapanga mpango ya aweze kuwauza mabinti zake katika ukahaba katika sehemu ya madanguro ili waweze kujiuza. Takatifu Nikolaus alipopata habari hiyo aliguswa sana moyo na akahuzunika mno. Usiku huo huo inasemekana kuwa alifika nyumbani kwa mtu huyo na akarusha mfuko uliokuwa umejaa dhahabu kupitia dirishani na fedha zilizotosha kulipa mahari ya mabinti hao. Kisha baada ya siku moja kupita, alirudi tena, akarusha tena mfuko mwingine uliojaa dhahabu, pesa na vitu vyenye thamani. Akarudia hivyo mara tatu mfululizo. Punde si punde, akaja kugundulika na mzee huyo. Baada ya hapo, vitendo vya wema vilianza kuhusishwa na mtakatifu Nicolas, hasa tabia yake ya kuwapa watoto wa maskini zawadi kwa siri. Hii ni Fahamu na Elewa TV. Mwandishi na mchambuzi ni Paschal Nombo. Tafadhali usisahau kusubscribe na kucomment.